Kwa kila kitu chochote unachofanya kuna watu watakupinga. Haijalishi ni uzuri gani uko kwenye hicho kitu, bado kuna watu watakupinga tu. Utafungua biashara, kuna watu watakupinga. Utaamua kujiendeleza kimasomo, watatokea watu wakupinge. Na bado biashara hiyo hiyo au masomo hayo hayo, ukiamua kuacha, kuna watu watakupinga tu. Ni kwa sababu kuna pande mbili always, watu ambao wako na wewe na watu ambao wako kinyume na wewe. Sio lazima iwepo chuki, wengine tu ni swala la kimtazamo tu. Na ukiachana na pande hizi mbili, kuna pande nyingine zaidi mbili ambazo wengi huwa hatuziangalii. Upande wa kwanza ni wale watu ambao wanakusikia au wanaona unachokifanya, wanaona mawazo yako, lakini hawajali, ni kama hawajasikia vile, kwa sababu hawaoni kama kuna athari yoyote kwenye maisha yao kutokana na chochote unachoamua kukifanya au unachoamua kuachana nacho. Kwa hiyo wanaona wanasikia, lakini hawana muda mda. Na kundi la mwisho ni hawa ambao hawajui hata kama upo, hawajui kama wewe upo unakifanya hicho kitu unachokifanya, hawana taarifa, hawajai kukutana na wewe, hawajui maisha yako yanaendaje, na hao ndio wengi zaidi. Sasa ukishajua kwamba kuna aina zote hizo za watu, ndio utajua vizuri zaidi namna ya kuishi na hawa ambao kila unachokifanya wanakuwa wenyewe wanakipinga. Zipo sababu nyingi kwa nini watu wanaweza wakakuchukia au wakakupinga kwenye mambo yako unayoyafanya, na wengi tunaiangalia sababu moja, kwamba kuna chuki, kuna upinzani kati yako na wao ha, lakini sio lazima wawe wanakuchukia. Nitazielezea hizi sababu nne ambazo watu wanaweza wakakupinga, lakini sio kwamba ni wapinzani au sio kwamba wanachuki na wewe. Sababu ya kwanza ni pale ambapo watu wanakupinga ni kwa sababu ulifanya kitu ambacho wao kiliwashinda. Kwa hiyo hapo, basically, sio kwamba anapigana na wewe, sio kwamba anashindana na wewe, anashindana na hicho unachokifanya. Kilimshinda, alibaki na maumivu, alibaki na machungu, na ghafla wewe unakifanya kitu kile kile na, na unakifanya vizuri na matokeo yanaonekana, ni kama unafichua mapungufu yake au unampaka aibu kwa namna fulani. Kwa hiyo atakuwa na upinzani na hicho kitu unachokifanya sasa. Kwa sababu wewe ndo unakifanya, huo upinzani utakuwa unakupata wewe, lakini kiukweli kwamba ana chuki kabisa na wewe, unaweza ukakuta kabisa hamna chuki kati yako wewe na yeye. Sababu ya pili kwa nini watu wanakupinga kwenye mambo yako unafanya ni pale ambapo hawaamini kwenye uwezo wako. Hii inatokea hasa kwenye maofisi, una cheo cha kati hapa na unataka kupanda vyeo kwenda juu kila ukijaribu kupanda wale wa juu wanakuzuia hawakupi nafasi na, hawa na, na utauona kama upinzani kwa sababu wako kinyume na mawazo yako na fikira zako na matamanio yako ya kushika nafasi za juu. Ni kwa nini wanakupinga? Sio kwa sababu wana chuki na wewe, ni kwa sababu wanaamini kwamba hauna uwezo wa kukaa hapo juu, hauna uwezo wa kuongoza hauna uwezo labda wa kufanya biashara fulani, hauna uwezo wa kukaa kwenye eneo fulani au kuishi maisha fulani. Ni kwamba wanaona uwezo wako ni mdogo, na watapishana au watapingana na hilo wazo lako au matamanio yako. Sio kwamba wanapigana na wewe, ni wanapigana na ule mtazamo walionao kwenye uwezo wako. Sababu ya tatu ni pale ambapo watu wanakupinga ni kwa sababu tu walikuwa wanajua uko na uwezo, ila hawakutegemea kama ni muda sahihi wa huo uwezo kuanza kufanya kazi. Inawezekana ni mtoto wako umemzaa kabisa, inafikia kipindi anasema, nataka nijitegemee, nataka nifanye biashara zangu mwenyewe, na huo uwezo unajua yuko nao kabisa, hauna shida na uwezo wake, ila una shida na ule muda na nyakati ambazo anataka aanze kuutumia huo uwezo. Huo ni upinzani ambao unaweza ukaona watu labda wanakuchukia, lakini wanakuwa wanahisi kwamba muda wako bado sasa. Hii mara nyingine inaweza ikatumiwa pia na watu ambao mara nyingine wanataka kutake advantage, kukuchukulia faida, kukutumia kwenye baadhi ya maeneo. Wanakutumia ukiwa haujaelewa haujajielewa, siku ukizinduka, unaona ho, ameujua uwezo wake, amejitambua vizuri, sasa bora tumwendelee kumchelewesha kwenye hali yake ileile ile, ya kulala au kuto kushtuka au kuto kuzinduka. Kwa hiyo, sio kwamba wanachuki na wewe moja kwa moja, hapana. Ni kwamba wengine hawaamini kwamba muda wako umefika, na wengine wanahisi kwamba uwezo wako wanaweza wakaendelea kuutumia. Sababu ya nne ni pale ambapo unapingwa kufanya kitu fulani, na hii inatokana na watu ambao wanakupenda kwa dhati, hata wewe mwenyewe unajua wanakupenda. Inatokea sana kwa wazazi inatokea kwa ndugu jamaa na marafiki wa karibu sana. Wanakuwa wanakupenda sana na wanakujua nje ndani. Sasa ukijaribu kufanya kitu fulani, wanaona upande wako wa mapungufu, kwa sababu sote tumeumbwa, kuna sehemu tuna ubora wetu na kuna sehemu tuna mapungufu tu. Sasa wenyewe wataangalia kitu unachotaka ukifanye au kitu unachokifanya, na wataona pia upande wako wa mapungufu kwa sababu ya ule upendo, kwa sababu ya ile huruma, kwa sababu hawataki uingie kwenye maumivu, watapingana na kitu unachokifanya, watapingana na mawazo yako, ili usiingie kwenye maumivu, ili usiteseke, ili usipitie changamoto ambazo inawezekana pia na wenyewe walishawai kuzipitia. Sasa huo sio upinzani wa chuki, ni wanapinga kitu kwa sababu ya kukulinda, kutokana na upendo walionao. Wanakuwa na hofu fulani, ambayo kwa bahati mbaya hiyo hofu ukiruhusu ikakushika pia ikakuongoza ukawa kama wao, mtakaa upande mmoja na hautakaa ujaribu hicho kitu unachotamani kukifanya, kwa sababu nyote mtaitanguliza hofu na itakufungia milango. Lakini utagundua hapa hakuna chuki hata kidogo, ni upendo ambao unaingia katikati ya njia yako ya kuelekea matokeo makubwa ya unaoyatafuta. Sasa haya yote yakitokea, inabidi uwe na uwezo wa kutofautisha kati ya upinzani ambao unatokana na chuki na upinzani au kupingwa au kukwamishwa ambako kunatokana na vitu vingine tu kama nilivyoelezea. Na ukishaona kwamba kuna upinzani kwenye kitu chochote, hautakiwi hata siku moja kuamua tu kukubaliana na upinzani, kwa sababu sio mara zote unakuwa umekosea na sio mara zote kwamba wanakuwa wanakuchukia, wanakuja kukuharibia na inabidi uwe makini sana, usikubali moja kwa moja kuingia kwenye upande wa kufanya vitu ili uwafurahishe watu. Hata kama wanakupenda ni kwa sababu gani? Hawana mtazamo, hawakioni kile unachokiona kwa macho yako. Na yapo madhara yanayotokana na hali ya mtu kuamua kukubaliana na kila mawazo ya watu ambao wanapinga mawazo yake. Jambo la kwanza ambalo ni madhara ni kwamba utachelewa. Kila siku utakuwa unaamua kufanya mawazo ya huyu unaachana na mawazo yako, unafanya ya mwingine ya mwingine ya mwingine, mpaka unakuja kushtuka kwamba ah, mawazo yao hayaendani sawa na nachokitaka. Muda unakuwa umekuacha na umechelewa, na muda huwezi ukarudisha nyuma. Madhara mengine ni kwamba utaishia kuishi maisha ya watu wengine. Utakuwa unaishi kwa mawazo ya watu wengine, unaishi kwa mitazamo ya watu wengine. Inabidi tujifunze namna ya kuishi na watu wengine kwa mitazamo yetu tukiwa tunaendelea na maisha na wao wakiwa na mitazamo yao, na utajikuta umeingia kwenye huu mtego wa kutafuta maisha ya kukubalika kwa watu kuliko kuishi maisha yako mwenyewe. Haya maisha kama tulivyosema, hakuna atakayekubaliana na wewe kwa asilimia zote hata siku moja, na inabidi ukubaliane na hilo, ulijue, ulielewe na ukubaliane nao kwamba kwa kila utakachokifanya, kuna watu watakuwa upande wako na watu watakuwa kinyume na wewe, haijalishi kama wanakuchukia au hawakuchukii. Kwa hiyo ukianza kuwaridhisha wote, utajikuta unaishi maisha ya kukubalika, unatafuta ukubalike kila mara, hata kwenye jambo ambalo haustahili au hauhitaji kukubalika, na utajikuta pia unapoteza sauti yako kwenye jamii yako, Maoni, fikra, mtazamo, uwezo wako hautaonekana kokote kwenye jamii. Kama ni kazini, hautaonekana. Kama ni kwenye familia, pia utapotea, hautakuwa na mchango wenye maana, kwa sababu mambo yako yote unayaacha, unachukua ya watu wengine, utapoteza sauti yako. Na mbaya zaidi, madhara makubwa zaidi ni kwamba utapoteza ujasiri kabisa wa kufanya kitu wa kuanzisha kitu. Itafikia kipindi utapoteza ujasiri wa kuongea mbele ya watu au kuweka maoni yako mbele ya watu au kujitetea pale unapoumizwa au kuletewa kitu ambacho hakijakaa vizuri na wewe, utaishia kunyanyaswa kwa sababu umepoteza ujasiri kabisa, hofu imekujaa na unajihisi haujui chochote, ila wengine ndo wanajua. Kwa hiyo ni bora kuwa uh, makini sana na ukajua nafasi yako ukaruhusu sauti yako ikatoka ikaongea kabisa kwenye jamii na ukajua ukweli ukaishi nao kabisa, kwamba kuna mambo utakubaliana na watu na mengine mtapingana na kupishana tu. Kwa hiyo hiki ndo kitu unatakiwa kufanya, usiangaike siku yoyote ile kuwalazimisha watu wakukubali au kuwalazimisha watu waendane na vitu vyako au kujilazimisha wewe kuendana na mambo ya watu wengine. Hapana, duniani tuko pande nyingi. Kuna watakaokubaliana na wewe na kuna wale ambao hawatakubaliana na wewe. Na wale ambao hawakubaliani na wewe haimaanishi kwamba hawakuelewi au hawakusikii au hawakuoni, ni kwamba wanaona vizuri, wanaelewa vizuri, ila ni kwa sababu hawajaamua kwenda kwenye utaratibu wako, kwenda kwenye mtazamo wako. Unaeleweka sana kwa unachokisema, watu wanakuelewa sana na mitazamo yako wanaielewa vizuri tu, ila hawako tayari kwenda upande wako kulingana na mitazamo yao. Hivyo hivyo na wewe waelewe vizuri sana, ila ukiona mambo ya kwao hayaendani sana na ya kwako, au hayaendani kabisa na ya kwako, kwa heshima kabisa aa, weka pembeni mambo yao, isiwavunjie mahusiano ya kawaida ya kibinadamu, lakini wakubalie tu walinda mambo yao bila wewe na hii ndo jinsi ya kutumia upinzani kwa ajili ya faida yako. Namna ya kwanza ni kutumia upinzani kama chachu ya kufanya maendeleo makubwa. Ile nguvu inayokupinga na kukuzuia unaichana, unaitumia iwe chachu ya kupiga hatua zaidi kwenye kitu hicho hicho. Ukiimeza na ukakubali kuvunje, itavunja kila kitu ulichonacho. Njia ya pili ya kukabiliana na upinzani ni kukubali tu kwamba kuna kipindi utasimama peke yako bila mtu yeyote, na ukisha kubali kusimama peke yako kwenye baadhi ya vipindi, kuna watu watanotis, kuna watu watajua na utaona hicho unachokifanya ni sawa, unakiamini asilimia zote, na watakuwa na wewe upande wako. Na njia ya tatu ya kukabiliana na upinzani ni kwamba usifanye mambo kwa nia au malengo au madhumuni ya kuwaridhisha wengine, fanya mambo kwa ajili ya matokeo unayoyataka Kutokana na hayo mambo, hamna haja ya mashindano kwenye mambo ya msingi, na ukijipima kwa matokeo ambayo unayaona kwa walengwa wako kitakuwa ni kitu kizuri sana kuliko kujilinganisha na wengine au kujilinganisha na ile nguvu inayokupinga. Natumaini umepata la kujifunza. Asante kwa kusikiliza. kama, kama una swali, kama una comment, tuwekee kwenye comment section, share, like na washirikishi wengine waweze kujifunza pamoja na sisi, na usisahau kuungana na sisi kwa ajili ya mafunzo mengine. Mimi ninaitwa Michael, na hii ni Lenzi.